Chumba cha Siri, sehemu ya nne. Wimbi la ukweli. Siku tatu zilipita tangu Maua amuone Kelvin na Lisa wakiingia hotelini. Tangu siku hiyo, maisha yalionekana kama sinema yenye sauti zilizopotea. Hakumuuliza chochote, hakumsemesha vibaya, lakini kila jicho alilomtazama nalo Kelvin lilikuwa kama kioo kinachoonyesha siri zote alizojaribu kuficha. Usiku mmoja Kelvin, alilala mapema. Maua alininyuka kimya kimya, akaenda sebuleni. Aliwasha taa ndogo ya kona, akafungua daftari lake na kuandika. Usaliti haumaanishi umenishinda, bali umenifundisha kuwa si kila anayesema na kupenda anamaanisha. Akaweka daftari chini, macho yakimtoka machozi taratibu bila sauti. Asubuhi Kelvin alipoamka, alikuta meza imepangwa vizuri, kahawa ipo mezani, lakini Maua alikuwa kimya, tofauti na siku zote. Sauti yake ilikuwa ya baridi. Kahawa ipo hapo. Ukimaliza, tutazungumza jioni. Ni maneno yaliyomfanya Kelvin ajisikie kama yuko kwenye barafu. Wakati Kelvin yuko kazini, Maua alimpigia Ben, rafiki wa zamani wa Kelvin, ambaye alikuwa amemwonya siku za nyuma. Walikutana katika sehemu tulivu ya bustani. Ben alimpa simu ya zamani aliyopata kutoka kwa Kelvin, ikiwa na picha na meseji nyingi za Lisa. Maua alitazama screen ile taratibu, akavuta pumzi ndefu. Asante Ben, alisema kwa utulivu, sasa nina kila ninachohitaji. Mengine nayaacha kwa Mungu na muda. Siku zikapita. Maua alianza kuvaa vizuri zaidi, kuzungumza kwa upole zaidi, na tabasamu lake likawa tofauti. Lilikuwa tabasamu la mwanamke aliyejua kitu ambacho wengine hawajui. Kelvin hakuelewa kinachoendelea, ila alianza kuhisi kuwa mambo hayako sawa. Usiku mmoja aliporudi, alikuta daftari dogo juu ya meza likiwa limefungwa kwa utepe mwekundu. Kwenye ukurasa wa kwanza Kulikuwa na maneno haya: uongo una miguu mifupi, ukimya una safari ndefu, lakini hufika mbali zaidi. Ndipo simulizi ikaishia pale, Maua akiwakaa kando ya dirisha, macho yake yakitazama mbali, mvua ikianza kunyesha, na sauti ya upepo ikisema kwa sauti isiyoonekana, ukweli hauwezi kufichwa milele. Chumba cha siri kimebaki kujaa hofu na mapenzi. Lakini ukweli kamili bado haujafunuliwa. Endelea kufuatilia kwa sababu kitu kikubwa bado kinakuja. Usisahau subscribe, like na share video hii. Hadithi mpya zinakuja kila wakati.